Miundombinu ya barabara hii ni changamoto, na kero hii haiwezi kutatuliwa kama halmashauri kupitia madiwani wake Tarura. Unajua Tarura ndo wanatengeneza hizi barabara hizi za ndani ndani. Nimemweleza mtu wa Tarura kwamba nyinyi mnatakiwa mwasikilize madiwani hawa, ndo wanaojua changamoto za barabara katika maeneo yao. Nyie mkikaa tu mkasema tuta, ngoja tuendeshe gari tujue halmashauri ya Meru, halafu mkakaa mnaanza kupanga bajeti na mnapeleka Tarura, mnaweza kwenda kushughulikia barabara ambazo hazina kipaumbele, lakini madiwani hao wanajua kwa hiyo maelekezo yangu ni kwamba kikao cha madiwani mkikaa, mtu wa TARURA aje awasikilize kwa mkurugenzi mkuu wa wilaya. Nafikiri mmenielewa, mtu wa TARURA aje akae na madiwani apokee changamoto, au na nyie pamoja kwamba mtakutana, lakini kila mmoja aandike, ziratibiwe, halafu mtu wa TARURA anapopanga mipango itokane na nyie. Lakini la pili yale mapato tuliyosema kwamba tuwe na mapato ya kutosha tushughulikie baadhi ya miradi ya maendeleo, siku hizi inawezekana halmashauri kuwapa usimamizi TARURA wakafanya kazi hizo. Kwa hiyo changamoto ya barabara nimeisikia vizuri, na alipokuja waziri mkuu ameisikia vizuri kupitia mbunge wenu Nasari. Kwa hiyo na mimi mkuu wa mkoa nitashirikiana nanyi kuona kwamba hizo changamoto tunazishughulikia kwa mapato ya ndani, na zile bajeti zinazotengenezwa kwenda kule tuzisimamie. Kuna maeneo yanahitaji dharura, yanahitaji msukumo. Kwa hiyo mtakapokaa, mwandike barabara zenu na nini, na mtu wa TARURA, mkuu wa wilaya, mkurugenzi wa taratibu, na mimi nizipate.